Hizi mbegu na ametufundisha lazima tufanyaje? Tuige hiyo, hatuwezi tukaacha. Unazungumziaje uzaaji wake? Ukiangalia jua la mwaka huu jinsi lilivyopiga, la muda mrefu, imekubalika. Hata kupigwa kibiriti inawaka, zimekauka. Zimekauka. Zimekauka, lakini hii bado ipo ime, bado naweza kufanyaje? Kuvumilia, sawa kabisa na yeah. siku zote Sidiko tunasema mavuno bora uanza na mbegu bora kutoka Sidiko. Sawa, kwa hiyo tunategemea uchague kilicho wang... bora kutoka Sidiko. Sawa, ndio mzee, mahindi itakutwa na mvua eh uh eh -huh. hii mahindi kuvumilia, ndio yenyewe mm, ili mradi usiiweke usi, usi, na majani ah, sawa sawa. Ukishaibadilia mahindi yako hii mzee yaani hapo huko mahali pale kwa mzee yetu Tumbili mia nne kumi na tisa unasema ni kiboko ya ukame. Ni nzuri inaitika, basi hii mahindi ni nzuri sana pamoja na jua iliyo waka. Bado na, nakubali bado hata macho inakubalika. Ukiangalia zile mahindi zingine kule haikubaliki, lakini hiyo bado inamea vizuri. Ukweli hii mbegu nimeipenda. Ya jina lake naitwa Sidiko Nakubalika sana na mwakani, tunaweza tukajiongeza tuka tukanunua hizi mbegu, kwa hiyo mbegu hatuwezi kuwacha.